Mabosi wa Yanga wameendelea kufanya yao kimya kimya katika mchakato wa kusaka kocha atakayepewa nafasi ya kuiongoza timu hiyo kwa msimu ujao, huku zoezi hilo likichukua sura mpya baada ya kuamua kuliongeza jina la kocha mmoja kutoka nyumba ya vipaji, raia wa Ufaransa. Yanga ipo katika mipango ya kutemana na Miloud Hamdilai anaionoa kwa sasa ambaye alitua kutoka Singida Blackstars ili kuchukua nafasi ya Sead Ramovic aliyetimkia CR Belouizdad ya Algeria, siku chache tangu alipojiunga nayo akitokea Afrika Kusini kumpokea Miguel Gamondi. Sasa unaambiwa ni kwamba mezani kwa mabosi wa Yanga kuna majina mawili, lilibaki la Rulani Mokwena lakini Akaongezeka Julian Chevalier anayemalizia mkataba alionao pale Asec Mimosas ya Ivory Coast. Taarifa za kuaminika ni kwamba mazungumzo ya Yanga na Mokwena yanaendelea vizuri, huku kocha huyo akiendelea kutoa masharti mbalimbali mbali, lakini changamoto kubwa ni kwamba ofa tofauti zimeendelea kumfuata tangu aachane na Wydad Athletic ya Morocco. Mokwena anaijua vizuri Yanga na kuwa kocha huyo ana anataka mambo machache ya kuboreshwa ikiwemo kutanua benchi la ufundi na kusajiliwa wachezaji anaowataka, masharti ambayo mabingwa hawa wa kihistoria nchini inapambana nayo hata hivyo, mabosi wa Yanga wamekaa mezani pia na Chevalier, raia wa Ufaransa, baada ya kocha huyo kutangaza kuachana na miamba hiyo ya Ivory Coast. Chevalier anataka kukabiliana na changamoto mpya baada ya kudumu kwa miaka isiyopungua minne ndani ya Asec, akizalisha mastaa kibao wakiwemo baadhi waliopita na kuwepo Yanga kama Stefan Azizi Kai Pakome Zuzua yao kuasi. Yanga inataka mmoja kati ya makocha hao aje mapema nchini kumaliza dili hilo, kisha kuanza hisabu za kusuka kikosi kipya, kushauri pia juu ya ubora wa wachezaji anaowataka. Tunataka kufanya maamuzi mapema ili kocha aje kabla ligi kwisha, atoe mapendekezo yake ya mwisho ili maandalizi ya msimu ujao yaanze mapema, alisema bosi huyo wa juu ndani ya Yanga. Ndani ya makocha hao wawili tutaamua kwenda na mmoja kwa kuwa ukitazama wasifu wao unajieleza, wanatufaa. Tusubiri maamuzi ya mwisho. Mokwena, kabla ya kutua Widad iliyoachana naye hivi karibuni, aliwahi kuinoa Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini na kuipa ubungwa wa ligi kuu ya nchini humo misimu mitatu 2021, 2022 na 2023 na 2024 na sambamba na kutoa ubingwa wa African Football League kwa Chevalier aliyejiunga na ASEC Julai 2019, ameiwezesha kutoa mataji tatu pia ya ligi kuu ya Ivory 2021, 2021 2022 na 2023, kombe la FA 2023, mwaka ambao pia alitoa ubingwa Felix Houphouet-Boigny Cup huku akiifikisha timu hiyo nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu wa 2023 ambao Yanga ilifika fainali na kupoteza kwa kanuni ya bao la ugenini dhidi ya AUSM Alja ya Algeria kwani timo hizo zilifungana mabao mbili mbili Yanga ikipoteza nyumbani mbili moja na kushinda ugenini moja sifuri. Credit Mwana Sporti. Usisahau kusubscribe, like na kucomment kwenye chaneli yetu.